Basi, kila kikundi tutaanza kuwapa kuanzia dola elfu moja hadi dola elfu tano Tulisema kwamba eneo la kutembea ni eneo la mazingira, eneo la usafi, eneo la kubuni vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuweza kuona vijana wameimarika kiasi gani kuhakikisha kwamba jiji la Zanzibar linakuwa safi na salama, lakini mpaka sasa hivi vinavyozungumza ni vikundi vichache mno ambavyo vimejitokeza kwa sababu ya kuja kutoa maombi ya kuomba fedha hizi na sasa tunakwenda zetu hadi tarehe 14 mwezi wa tatu, itakuwa ni siku ya mwisho ya kupokea maombi kwa ajili ya vijana kuomba na kuwasilisha ile miradi yao ambayo wameibuni wenyewe. Tunatarajia kuingia katika project ya hydroponic agriculture ambayo itapunguza matumizi ya soili, na tutatumia maji na nutrients nyingine kwa ajili ya kuotesha mimea ili kuongeza kiwango cha production ya mazao pia kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hapa tunaenda kupanda uh, miti lakini pia na mboga mboga tofauti ambazo wanafunzi wataweza kuzitumia ndani ya shule zao, kama ni dahalia wanaokaa, lakini pia wataweza kupitia hivyo vitu ambavyo watapanda, wataweza kujiajiri kwa namna moja au nyingine kwa... <muchas>